Taarifa ya bodi ya ligi ya Young Africans ya Simba Sports Club baada ya tukio ambalo Simba Sports Club, Club jana hufanyiwa na Young Africans Mabouncer kutolewa katika uwanja Stadium Benjamin Mkapa. Wana Yanga, taarifa umefikia me, na taarifa umeipata kwanza. Kwanza kabisa mimi hapa hii taarifa imenipata, niko njiani kwa sababu mimi nimetokea mikoani huko na nimefika kwa ajili ya kuangalia ya mechi ya Simba na Yanga. Unaona, sasa hii kama taarifa wameitoa mimi wame, nafikiri wameitoa tu Simba lakini sio bodi, navyofahamu mimi naona. Kwa hiyo sasa, kuhusiana na bodi, mimi sijui kama bodi ya ligi kuu imeshatoa, ila mi nachoelewa kwamba Simba wao oh, waitoa katika mtandao wao kwamba mechi hawataingia uwanjani, ndio kitu ambacho mimi nafikiri nachokifahamu. Baada tena, niko njiani na kuja kuangalia mpila, nimetoka mkoani kuangalia mpila ndio. Eh, unadhani Young Africans uh, kumdhibiti Simba Sports Club wasifanye mazoezi kama wewe mwanachama wa Young Africans na mashabiki wa Young Africans ni tukio ambalo ah, limekuumiza ama nao umeungana nao mabao wa Young Africa? Za kwanza kwanza kabisa, mimi nilichokuwa na kifahamu kwamba kufanya mazoezi kulingana na muda, jinsi ambavyo muda walikuwa wameifika kwamba ni muda mwafaka wa kufanya mazoezi ama muda ambao ulikuwa nje na ule waliopangwa unaona katika ile kanuni za mpira sasa. Hapo kwa sababu mimi natoka mkoani, sijajua kama kwamba walikuja katika muda upi, lakini kama walikuja muda muafaka ambao watakiwa waingie uwanjani, basi ilikuwa wana haki yao wa kuja kufanya mazoezi, lakini pia nasikia hata ile asubuhi Unaona, Yanga pia walikuwa wanataka kufanya kikao ile muda wa saa nne saa ngapi, lakini hao washabiki wa Simba mabounsa wa, wa, yaani mabounsa wa, wa Simba sijui wa, watu gani waliwazuia pia wa, wa, wa, wa, wa, watu wa Yanga kuingia mle kwa ajili kufanya nini? Kufanya mkutano, labda ndicho kitu kigezo ambacho kilichosababisha hata wao sasa wa, wasiwaruhusu kufanya mazoezi katika muda ambao hautakiwi kuingia katika muda ule. Mkimbia mtani? Mimi sijamkimbia wewe, ndio umenikimbia kwa sababu Waha, wani wametoa taarifa kwamba hawataingia mimi siamkimbia. Mpaka hata sasa hivi sisi tutaingia uwanjani na tutamsubiri mta, mta, mt, mtani aingie ili tuone kwamba ni nani atakayechukua ligi kuu mwaka huu. Sisi tunajua tunachukua ligi kuu, lakini kama wao wameshaanza propaganda za zao ili watukimbie, sasa sisi sisi tutachukua pointi zetu tatu, timu itaingia uwanjani nafikiri na tutawasubiri na, wa, wao hawa wana, wana Simba kama watatukimbia wata, basi tutachukua pointi zetu tatu. Nani alaumiwe? Ah, hapa sasa tunakuja katika vitu viwili. Unajua haya matukio yameanza kutumika katika sehemu tatu tofauti. Simba nakumbuka walikuwa Mwanza nyumbani, mimi ni Mwanza, nimetokea Mwanza walipokuja kucheza na Pamba, kuna propaganda pia zilitokea pale, ambao kama mkuu wa mkoa wa Mwanza alikataa wana Simba wasipofanya mazoezi, lakini Simba hawajaigomea ile mechi. Sawa na wao walikataa leo wasiingie ule uwanja katika ule muda, lakini hawajaigomea mechi, hata na shangaa sasa hivi sasa kwamba kwa nini sasa tena wamekataliwa. Kwa hiyo ya, yani mimi katika swala hili la la kuhusiana na ligi, sisi wanatuumiza sisi washabiki tunaotoka mikoa mbalimbali, kwa sababu tunatumia gharama zetu kubwa, hata tunapofika sehemu kama hizi ku, kuburudika ku, ku, kile kilichotuleta sasa. Kama wanaona kwamba eh, ni, ni, ni, ni, ni, ni namna fulani ambayo wao bodi ya ligi kama matukio kama hawa hawatayadhibiti basi sisi hatuna sababu sisi ya, ya washabiki sasa, kwa wanatu, wanatutoza pesa zetu katika mitandao, tunatoka safari za mbali, baadaye wanatuambia kwamba mechi zinaahirishwa. Kwa hiyo tunapotaka kusema kama bodi haitaingilia kati hili swala basi sisi wasituhusishe tena, wao wanacheza wao tu sasa, wasipata mashabiki kwa sababu sisi tunachangia, si wengine, ni wanachama tunachangia pesa zetu katika chama, unaona? Kwa hiyo ni kitu kinatuumiza sana. Kwa kama bodi wameridhika mechi iahirishwe, basi pia bodi ilaumiwe. Ongea na mashabiki wa Young Africans ambao hawakufika di katika dimba la Stadium Benjamin Mkapa baada ya taarifa kutoka katika bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara mchezo kuahirishwa. Msije kuelewa vizuri. Ongea na mashabiki wa Young Africans, mashabiki wenzako ambao hawakuweza kufika katika Stadium Benjamin Mkapa, yani washabiki wa Yanga. Sisi ni wana Yanga popote pale mnaponisikiliza, mimi nimewakilisha kutoka mkoa mkoa wa Mwanza. Mimi ninachotaka kusema kwamba naomba tujipe nguvu, sisi ni nguvu moja daima, nyuma haturudi nyuma. Wakitukimbia sisi hapo hapo, tuendelee kupambana ili ubingwa mwaka huu usitoke tena mikononi mwetu. Tuendelee kusimama, lazima sisi tujitokeze kwa ajili ya kuisuporti Young Africa. Washabiki wote duniani mpaka hata Tanzania yote hapa, mi nawaomba tuendelee kusubiri kwamba bodi ya ligi itatuambia nini kuhusiana na hiyu mtani wetu kukimbia uwanja wa Benjamin Mkapa. Asante sana.